Na mimba miezi tisa na tarehe ya makadirio imefika, nasikia maumivu ya mgongo na mikazo chini ya kitovu na ninatoa uteute uliochanganyika na damu. Okay, kwa dalili kama hizo, wewe jitahidi uende hospitali. Tena ikiwezekana, anda na nguo zako kabisa, mtu akuandalie nguo. Kuna uwezekano ni uchungu. Kwa nini? Kwanza, miezi imeshafika Pili, hayo maumivu ya mgongo na mikazo chini ya kitovu yanaweza yakaashiria kwamba huo ndio uchungu wenyewe umeanza. Hizo ni dalili za awali za uchungu. Vile vile kutokwa na, na, na damu pamoja na uteute, uteute ambao una damu, hiyo inaashiria kwamba shingo ya kizazi imeanza kufunguka. Kama shingo ya kizazi imeanza kufunguka, maana yake ni dalili za awali za uchungu. kwa hiyo sasa cha msingi hapa ni kushauri uende hospitali, hususan ni kama maumivu haya ya mgongo na mikazo ya chini ya kitovu inakuja mfululizo kila baada ya dakika kumi, inakuja kila baada ya dakika kadhaa, inakuja basi ujua kwamba hiyo ni dalili. Lakini ukiona uteute unaongezeka, maji yanaongezeka, kuna uwezekano chupa ya mtoto manake imepasuka. Kwa hiyo ni muhimu sana ukafika hospitali. Kwa hiyo kwa dalili kama hizo hata kama sio uchungu, basi nenda moja kwa moja hospitali, na ikiwezekana mjulishe mwenza wako kuwa bwana, ninaenda hospitali kwa sababu hiyo. Kuna uwezekano mkubwa sana ukawa ni uchungu wa mtoto. Kwa hiyo fanya hivyo mapema, usikae nyumbani, usikubali kukaa nyumbani, uchungu ukutie nyumbani. Nenda hospitali kwa usalama wa afya yako. Asante.